Tanga City Marathon, mashindano haya yamekuwa mazuri sana, kwanza wameyaratibu vizuri, lakini nimefurahia ushirikishwaji. Tumeona marathon uh, wakimbiaji mbali mbali kutoka mikoa mbalimbali ambao wamekuja kushiriki na sisi, lakini na wanaTanga wenyewe kupitia jogging clubs zao, raia wa kawaida, familia, mama, baba na watoto, bibi na wajukuu zake. Kwa hivyo imeunganisha watu wa marika mbalimbali mbali, na, na kutoka katika makampuni mbalimbali tumeona hapa Yas lakini makampuni mengine ambayo yameshiriki. Sisi tunapongeza sana lakini pia media groups ambazo zimekuja kufanya coverage nzuri. Tanga sasa hivi imefunguka sana kiuchumi na niendelee tu kuwaomba wadau wote tuendelee kushikamana katika kuhakikisha michezo yote bila kujali huu ni hii ni kandanda lakini michezo yote ina umuhimu wake. Msimu wa kumi, Mwenyezi Mungu akutujalia, tutaenda kuadhimisha miaka kumi ya Tanga City Marathon na najua tutashirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba imekuwa ni jambo kubwa sana pamoja na yote niwape kongole kwa ile walilifanya, sio dogo, lakini najua wanaweza wakaenda mbali zaidi na likawa kubwa zaidi kama tunavyoona za wenzetu za Kili Marathon. Anaitwa Dadi Kolimba, mkuu wa wilaya ya Tanga. Nimeshiriki Tanga marathon kwa mara ya kwanza, lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana organizers kwa kweli, wameandaa vizuri, lakini na wanatanga na wenyewe wamejitoa kwa wingi. Nitoe wito kwa vijana wote wa jiji la Tanga badala ya kujiingiza kwenye maswala ya kihalifu, lakini eh, dawa za kulevya. Eh, serikali yetu ya awamu ya sita imekuwa ikiwaangalia sana vijana. Tumekuwa tukitoa mikopo kupitia zile asilimia kumi, eh, ambazo eh, nne zinakwenda kwa vijana, wanawake lakini na watu wenye ulemavu, na juzi tu tumetoa mikopo kwa vijana wengine, kwa hiyo wahakikishe wanajikita katika maeneo hayo, lakini wenzetu wa Tanga yetu pia wamekuwa wakiwashirikisha sana vijana katika maswala mazima ya maendeleo. Kwa hiyo wajihusishe na halmashauri yetu ya, ya, ya jiji ili waweze kusaidika, lakini pale ambapo wanapata nafasi za kupumzika basi wajihusishe katika michezo ili wasije wakajiingiza waka, waka kwenye mambo ambayo e, ni hatarishi kwa maisha yao. Kwa majina naitwa Ali Mang'oro, ni mwandaaji wa Tanga City Marathon. Tuna furaha kubwa sana kwa mwitikio ulioonyeshwa katika mashindano haya ya msimu wa tisa wa Tanga City Marathon. Ama kwa hakika jitihada tulizoziweka zimezaa matunda e, washiriki walifika kile kiwango tulichokuwa tumekipanga. Kwa hiyo tunawashukuru washiriki wote ambao wamefika na huduma mbalimbali mbali ziweza kupatikana, na mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yote ya mtu kuumia au kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo mwaka huu tunasema kama ni percentage tumepata asilimia tisini. Mwaka huu tumekimbiza watu mia sita mwaka kesho tumeaim kukimbiza watu elfu tatu. Kwa hiyo tutapambana kuhakikisha tunapata wadhamini ili tuweze kufikia hilo lengo. Kwa majina naitwa Naomi Mwarja, nimetokea Arusha kwa niaba ya naitwa ya <totikana> Shafi Muhamed, nimekimbia kilomita kumi kwenye mashindano ya leo. Kiukweli ni mashindano mazuri, lakini pia hata njia imeandaliwa vizuri kwa sisi wakimbiaji. Kwa hiyo barabarani huko kuna vile vituo vya maji, lakini pia kuna zile point ambazo huduma za msaada wa kwanza zinapatikana. Kiukweli hatujapata changamoto yoyote, hususan sisi ambao tumekimbia kilomita kumi. Kiukweli hatujapata hatujapata changamoto yoyote, njia ilikuwa imeandaliwa vizuri, lakini pia hata na magari ya msaada yanatufuata njiani.